Wakazi na hasa wakongwe katika eneo bunge la Teso Kusini kaunti ya Busia wamehimizwa kuzingatia usafi wa macho na meno ili kupunguza idadi ya juu ya magonjwa ya viungo hivyo. Ukosefu wa hamasisho ya usafi wa mwili nyanjani umechangia kusambaa kwa maradhi hayo huku wengi wakikosa kutafuta matibabu. Baada ya kukamilika kwa kambi ya matibabu ya bure katika hospitali ya kata ndogo ya Alupe, eneo bunge la Teso Kusini kaunti ya Busia, wakongwe zaidi ya mia tatu walipata upasuaji wa mtoto wa jicho huku wengine zaidi ya arobaini wakikosa fursa ya kufanyiwa upasuaji huo wa macho kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa. <coughs> afisa wa afya wa kaunti ndogo ya Teso Kusini, James Oleket, amesisitiza umuhimu wa wagonjwa kujizatiti na kutembelea vituo vya afya mara kwa mara. Unavyoona nyuma yangu, utaona kuna umri fulani ya watu ambao wamesimama hapa nyuma. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wameonekana ni wale ambao wako na shida za macho na ni ugonjwa inaitwa katarakt. Wagonjwa walionufaika na upasuaji wa macho kuondolewa utandu wa jicho wamesitiza umuhimu wa kambi za matibabu ya bure kuandaliwa mara moja kila mwaka ili kuwanasua walio na magonjwa sugu wasio na uwezo kifedha. Tafadhali iwe kila mwaka tuwe na kampu ya, ya mediko. Kuna magonjwa mengine ambayo yanasumbua watu kama cervical, eh, cancer kina mama, breast cancer, alafu sisi wazee prostate cancer. Mimi macho yangu yalianza mwaka jana. Na macho yangu. Sasa hivi mimi naona daktari metibu me, me, mimi naona macho yanaanza kuangalia. Mimi tangu mwaka hiyo nimemaliza karibu mwezi wa saba. Nikaona macho inaanza kuniuma upande moja ikasimia suoni jana, nikaangaliwa macho, nimfanyia operation usiku, naasa kuangalia Saina. Kuana mama mbunge wa Teso Kusini Mary Emase amesema kuwa ipo haja ya kushirikiana na washikadau wengine ili kuandaa kambi nyingi za matibabu ya bure. Tuweze kuwa na medical camp moja. Iwe ni sasa jambo ya kawaida kila mwaka, tuweze kuleta matibabu lado, pia tutafute pia partners wengine wenye wana